Kwingineko ni kwamba waziri wa habari, mawasiliano na uchumi wa dijitali William Kabogo amesitisha kwa muda uwekezaji wa shilingi bilioni tisa kwa shirika la utangazaji nchini KBC kusubiri mageuzi. Akiwa mbele ya kamati ya habari, mawasiliano na teknolojia katika bunge la Seneti, waziri Kabogo alisema serikali itatanguliza kuondoa wafanyikazi ghushi na kuangazia suala la wafanyakazi wa ziada wa na matumizi mabaya ya rasilimali kabla ya kuwekeza pesa hizo kulifufua shirika hilo. Waziri Kabogo ameelezea matumaini kwamba matunda ya mageuzi hayo yatabainika katika muda wa siku sitini zijazo. Mipango ya kuwekeza shilingi bilioni tisa katika kulifufua na kuliboresha shirika la utangazaji nchini KBC imesitishwa ikisubiri mageuzi. Waziri wa Habari, Mawasiliano na Uchumi wa Dijitali William Kabogo aliwaambia maseneta kwamba shirika hilo la kitaifa liko katika hali mbaya na hivyo kutoa pesa hizo kabla ya kubadili hali ya sasa kutasababisha matumizi mabaya zaidi ya pesa za umma. We clean up first before we start looking for money to pump into KBC and Postal Corporation. Of course, Postal has a money making idea which we are going through now and we hope once it's taken to cabinet and approved, it shall take this, uh, corporation out of the situation it is now. But... Uwekezaji wa shilingi bilioni tisa unalenga kuimarisha teknolojia, kuboresha miundo msingi na kupanua wigo wa matangazo. Waziri huyo ana imani matunda ya mageuzi hayo yatabainika katika muda wa miezi miwili. Wizara ya habari na mawasiliano pia imelalamikia madeni ambayo haijalipa kutokana na kupunguzwa kwa mgao wake kwenye bajeti ya ziada. Madeni ambayo hajalipwa na idara ya utangazaji na mawasiliano yamefikia shilingi bilioni 117 ambapo kati ya hizo bilioni 108 na zinadaiwa na shirika la KBC gishokiwashira darubini